Na mimi ni Janet Chemtai kutoka jamii ya Ogiek, na mimi ningependa kwamba niseme hiyo bill, ninapinga, kwa sababu haijatusaidia, kwa sababu sisi, sisi katika eneo yetu barabara ni mbaya. We, watoto wetu wamekuwa discriminated especially wanaboda boda, barabara ni mbaya, na mjumbe wetu yeye ame, ame yeye amesaliti watu walio wachaje, na hiyo bill, mimi ninapinga kama mama. Kwa majina mimi ni Mzee Cosmas Chemuate Murunga Location moja ndani kule inaitwa Jepkitale. CDF kule kwetu ni ndoto, hakuna anything in that location ile imefanywa na CDF. So mimi nasikia na nimeona shule nikitoka inje kwa eneo zingine zimetendeka, lakini mimi ili ifikie mimi ni vile nimesema pesa ikakuliwe The fund should be allocated yes, lakini iwe kwa ministry. Mi naitwa kansela Joseph Ngomat, natoka Elgon Ward uh, Mount Elgon Constituency. Kwa hivyo sisi kwa upande kama basari kwa mfano tunataka pesa zote sa basari siende ministry of Education na elimu ikuwe firii kutoka nasari mpaka University. so that uh, mambo ya basari, kwa sababu watoto wengi wako nyumbani kwa sababu ukikemei mrengo wa mbunge watoto wengi wameumia, wa, wa, wako nyumbani wasome, kwa sababu we umekemea sehemu zingine. Kwa hivyo mi naomba kwamba mambo ya basari iende kwa ministry of education, wana watoto wasome free kutoka eh, nini nasari mpaka university. Mimi ni Majebechebus, natoka Cheptais Ward, Mount Elgon sub county